Tayari shamba limerudi kwa mwenyewe. Kajala na Harmonize kwa sasa mambo safi, wameweza kurudiana katika birthday ya mjukuo wao huyo Amara siku ya leo, wameweza kudhirisha hii mbele ya umati wa watu ambao waliweza kuhudhuria e, katika birthday hiyo. Huyu hapa ni Harmonize pamoja na Kajala ms? kila kitu kipo wazi kwamba kwa sasa enzi lao limefufuka tena ms? kwa sasa wameamua kuweza kuweka mambo hadharani hii ni birthday kubwa ambayo kwa sasa inaendelea, na kama unavyoona hapa mbele ya umati wa watu, Kajala aliamua kuweza kuweka jambo hili liwe wazi kabisa, watu kuweza kufahamu na kujionea katika macho yao kwamba yeye pamoja na Makonde wameweza kurudiana tena kwa sasa, mahaba yao ni moto moto. E, na waliamua kuweza kucheza e, kwa pamoja hapo kumbini mm, kuweza kunyeshana mahaba moto moto. Ni tukio kubwa ambalo kwa sasa linaendelea katika mitandao mbalimbali ya kijamii. Harmonize kuweza e, kurudisha mpira tena kwake baada ya kuweza E, kukutana na Kajala katika tukio hili kubwa la birthday ya mtoto wa Paula pamoja na Mario ambaye ni Amara, siku ya leo anatimiza mwaka mmoja, na birthday hii imeweza kufanyika katika hoteli kubwa hapa katika jiji la Dar es Salaam e, Landmark Hotel ndiyo ilikuwa sehemu pekee ambayo wameweza kukutana uh, masupastar mbalimbali wakiwemo marafiki, ndugu wa karibu e, kuweza kuhudhuria bathi hii ya mtoto wa Paula pamoja na Mario. Bathi hii ni ya kifahari kama unavyoona hapa, kwa sababu ni bathi ambayo imefanyika katika hoteli hiyo kubwa mm, huku watu mbalimbali maarufu ambao waliweza kuhudhuria e, wasanii mbalimbali kuweza kumuunga mkono Mario katika jambo hili kubwa la kuweza e, kufanikisha yeye kuweza kufanyia birthday ya kifahari mtoto wake huyo wa kwanza kabisa Festiboni ambaye ni Amara mm, kuweza kuonyeshwa katika mitandao mbalimbali ya kijamii siku ya kwanza kabisa leo, baada ya kuweza kutimiza mwaka mmoja. Na birthday imekuwa ni baraka kubwa, kwa sababu imewakutanisha wawili hawa wapenda nao e, Kajala pamoja na Harmonize. Wameweza kutana uso kwa uso, na Kajala ameshindwa kujizuia, ameamua kuweza kuweka mambo hadharani na mambo hadharani, huku Harmonize kutangaza mbele ya umati wa watu kwamba huyo ndiye chaguo lake na hakuna mwanamke katika hii dunia atakaye mpenda kama Kajala, na Kajala. Harmonize ameweza kuapa kwamba hatokaa tena hatokee kuweza kuachana na Kajala mpaka wanaingia kaburini, yani atampenda mpaka mwisho wa dunia. Hayo ni maneno kuntu kabisa ambayo Harmonize leo ameweza kuyatamka mbele ya umati wa watu katika kusherehekea uh, birthday hii ya mtoto wa Paula pamoja na Marioo. Ee bwana, asante sana. Haya ni machache ambayo tumeweza kujuza. Tukutane tena wakati mwingine kwa habari na matukio moto moto. Asante sana kwa kuwa nasi.